Kijana mwenye umri wa miaka 14 ametoweka nyumbani kwao eneo la Kerugoya baada ya familia yake kulalamikia uwezo wa kumpeleka sekondari ya juu aliyotakiwa kujiunga nayo. Benjamin alitoweka wiki moja iliyopita, na hadi sasa, familia inaendelea kumtafuta kijana huyo, kama anavyotuarifu Odi Francis. Benjamin Maingi alikuwa amemaliza mtihani wake wa jeisea katika shule hii ya Kaitheri iliyoko Kerugoya alifika na kuchukua matokeo yake ambayo mwalimu wake alimthibitishia mamake kuwa alikuwa amefika na kupata matokeo yake. Alitoka ali huku Tuesday, siku ya Jumanne primary ali, school enye aliendea. Alitoka huku kama sa kitu saa mbili na akafika shule vizuri. Lakini kutoka aendee anja ruti kutoka Tuesday. Alifika shule na akachukua lakini hapo anjulikani alienda wapi mpaka wa leo. Kulingana na familia yake Benjamin, walikuwa wamemwaahidi kumpeleka shule ya upili ambayo mfuko wao ungempa nafasi, ila uenda wazo la wazazi wake halikumfurahisha. Ti kupenda kwetu hata tungejua ati ati kikosa kumpeleka atapotea. Tungetafuta njia nyingine. Alikuwa amechukulia shule mzuri na tukamwambia tutampeleka shule moja akiwa ameipenda. Nimekuwa na wasiwasi sana, kwa maana hata silali, hata kukula inanishinda. Kwa maana si, si kawaida mbeni kwenda. Si kawaida kukua kijana yangu anaenda, na anaenda. Na juu hata mamangu yako anje. Mimi niko na stress sana na yeye. Niko na stress za kumtafuta nimuone tu akiwa mzima. Kufikia sasa haijabainika iwapo Benjamin Maingi alitoweka kwa ajili ya shule aliyotamani kwenda au sababu zingine. Kwa wiki moja sasa, familia hii imemtafuta bila mafanikio. E, lakini sasa tunamwomba mahali yako, mahali yako asikie. Af, tafadhali, tafadhali kwa upendo wa Mungu arudi nyumbani, tunamngonjea, tunampenda. Hakuna mtu atamuuliza hata swali hata yoyote. Wanafunzi wa sekondari ya juu wanatarajiwa kuanza kuwasili shuleni tarehe kumi na mbili Januari, huku hofu ya kumtafuta Benjamin Maingi ikizidi kutanda. Ode Francis, runinga ya Citizen Nairobi.